Matukio ya ukatili dhidi ya watoto yamekuwa yakiongezeka kila itwapo leo. Na sababu ambazo zimekuwa zikitajwa sababu ni nyingi. Mojawapo ni wazazi kuamua kumalizia masuala ya ukatili nyumbani. Unakuta tatizo limetokea, mzazi ameshiriki mwanzo hadi mwisho. Kuhakikisha kwamba mtuhumiwa anafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Lakini inapofika wakati wa ushahidi, mama au baba au wahusika wanaanza kutafutwa kama vile anatafutwa mtuhumiwa. Wanatoa kauli nyingine ambazo hazipendezi. Wanasema kwamba tumeamua kuyamaliza. Lakini mtoto ameshaharibiwa na wale watu wanaosimamia mwenendo wa makosa ya jinai inabidi wanafika mahali wanajiuliza, kwa nini mnafanya hivi? Mnamaliza nyumbani masuala kama haya na watoto wenu wameumia, wamejeruhiwa, wameachwa na hali ambayo sio nzuri. Wengine wanadiriki kutoa maneno yanayoumiza mtu mwingine. Mzazi amenukuliwa akisema mwache, ni mtoto wangu hata kama ameharibika, sio wa kwako. Mwingine anasema ni mtoto wangu hata akiwa shoga. Haya, kuhusu sasa tujiulize, mimi na wewe tumefikia wapi? Kama mzazi anaamua kutoa maneno haya kwa watu wa haki ambao wanasimamia haki ipatikane kule mahakamani, tunaenda wapi? Tunafanya nini? Sasa tujitoe umu kwenye hichi kizingiti. Manake, Tukisema kwamba hawaelewi kabisa, si kweli. Wanaelewa, ndio maana wanaweza kwenda kutoa taarifa wapi, polisi. Ina maana wanazifahamu pia haki, lakini pia wanafahamu namna ya kwenda kuzidai hizo haki, lakini ikifika wakati wa ushahidi wanapotea, wanayamalizia nyumbani. Matukio haya yanazidi kuongezeka kila siku, yanaongezeka kila itwapo leo, kwa sababu wazazi wameamua kuyatatua matatizo kwa namna hiyo. Sasa hali hii inasababisha wale watendaji wa hayo matukio leo aende kwingine amtende mwingine mwingine mwingine mwingine. Tumepita kwenye vituo vya polisi, tumepita kwenye magereza, kesi za ubakaji na ulawiti ndizo nyingi, na watu walioko kule wengi, kesi hizo ndo zinaongoza. Sasa tunajiuliza pamoja na kwamba sheria ipo eh, na watu wanahukumiwa, tumewaona wako magerezani, kwa nini ya matukio yanazidi kuendelea? Sababu nyingine imesemekana ni hali ya umaskini, umaskini ambao umezidi kiasi kwamba mtoto anakutwa na shida hiyo, taarifa inapelekwa polisi lakini mwisho wa siku baba na mama na yule mtuhumiwa wanakubaliana, aidha kwa mabadilishano ya kifedha au mabadilishano ya mifugo, ng'ombe, mbuzi, au hata kipande cha ardhi, ili tu waweze kujikwamua na shida zao, alafu mtoto anabaki ameharibika. Kwa hiyo matukio yanazidi kuongezeka. Lakini kama itoshi, momonyoko wa maadili. Momonyoko wa maadili kwa sababu wote tunafahamu tuko kwenye kizazi cha utandawazi. Simu za mkononi. Watoto wetu na vijana wetu, wanajifunza na jamii kwa ujumla, kuna vitu ambavyo si vizuri wanajifunza huko. Mwisho wa siku wanakuja wanavifanyia kazi. Unakuta mtu katika familia, kaka anamlawiti mdogo wake, anamshikia na panga kabisa, anamwambia usiseme. Ni matukio ambayo yamekuwa yakitajwa yakielezwa. Cha kusikitisha ni kwamba matukio haya yanatendwa na watu tunao waamini, watu wa karibu, watu ambao tume tumewapa tume dhamana ya kutulindia watoto wetu hau hau ndo wamegeuka wamekuwa hatarishi. Imesemekana ndugu wa karibu kama wajomba, wengine mpaka wazazi, baba zetu, kaka zetu na hata majirani. Lakini kama itoshi, hata viongozi wa dini wamekuwa wakiripotiwa kwamba wamejihusisha wa wa na kutenda vitendo hivyo vya kinyama dhidi ya watoto lakini pia walimu, tunashuhudia hayo matukio. Walimu wameonekana pia wakitajwa kama watendaji. Tunawapeleka watoto shule tukiamini walimu ndio watakaotulelea watoto wetu na kuwafundisha maadili, lakini hao hao ndio wamegeuka leo, wamekuwa hatarishi kwa watoto wetu. Matukio ya ukatili dhidi ya watoto yamekuwa yakiongezeka kila itwapo leo na sababu ambazo zimekuwa zikitajwa, sababu ni nyingi, mojawapo ni wazazi kuamua kumalizia masuala ya ukatili nyumbani. Unakuta tatizo limetokea, mzazi ameshiriki mwanzo hadi mwisho kuhakikisha kwamba mtuhumiwa anafikishwa kwenye vyombo vya sheria, lakini inapofika wakati wa ushahidi mama au baba au wahusika wanaanza kutafutwa kama vile anatafutwa mtuhumiwa. Wanatoa kauli nyingine ambazo hazipendezi, wanasema kwamba tumeamua kuyamaliza, lakini mtoto ameshaharibiwa. Na wale watu wanaosimamia mwenendo wa makosa ya jinai inabidi wanafika mahali wanajiuliza kwa nini mnafanya hivi, mnamaliza nyumbani masuala kama haya na watoto wenu wameumia, wamejeruhiwa, wameachwa na hali ambayo sio nzuri. Wengine wanadiriki kutoa maneno yanayoumiza mtu mwingine. Mzazi amenukuliwa akisema, mwache, ni mtoto wangu hata kama ameharibika, sio wa kwako. Mwingine anasema ni mtoto wangu hata akiwa shoga. Haya, kuhusu sasa, tujiulize, mimi na wewe tumefikia wapi? kama mzazi anaamua kutoa maneno haya kwa watu wa haki ambao wanasimamia haki ipatikane kule mahakamani, tunaenda wapi? Tunafanya nini? Sasa tujitoe humu kwenye hichi kizingiti, maanake tukisema kwamba hawaelewi kabisa, si kweli. Wanaelewa, ndio maana wanaweza kwenda kutoa taarifa wapi? Polisi ina maana wanazifahamu pia haki lakini pia wanafahamu namna ya kwenda kuzidai hizo haki, lakini ikifika wakati wa ushahidi wanapotea, wanayamalizia nyumbani. Matukio haya yanazidi kuongezeka kila siku, yanaongezeka kila itwapo leo, kwa sababu wazazi wameamua kuyatatua matatizo kwa namna hiyo. Sasa hali hii inasababisha wale watendaji wa hayo matukio leo aende kwingine, amtende mwingine mwingine mwingine mwingine. Tumepita kwenye vituo vya polisi, tumepita kwenye magereza, kesi za ubakaji na ulawiti ndizo nyingi, na watu walioko kule wengi, kesi hizo ndo zinaongoza. Sasa tunajiuliza pamoja na kwamba sheria ipo eh? na watu wanahukumiwa, tumewaona wako magerezani. Kwa nini haya matukio yanazidi kuendelea? Sababu nyingine imesemekana ni hali ya umaskini, umaskini ambao umezidi kiasi kwamba mtoto anakutwa na shida hiyo, taarifa inapelekwa polisi, lakini mwisho wa siku baba na mama na yule mtuhumiwa wanakubaliana, aidha kwa mabadilishano ya kifedha au mabadilishano ya mifugo ng'ombe, mbuzi, au hata kipande cha ardhi, ili tu waweze kujikwamua na shida zao, alafu mtoto anabaki ameharibika. Kwa hiyo matukio yanazidi kuongezeka. Lakini kama itoshi, momonyoko wa maadili, momonyoko wa maadili, kwa sababu wote tunafahamu tuko kwenye kizazi cha utandawazi simu za mkononi, watoto wetu na vijana wetu wanajifunza na jamii kwa ujumla. Kuna vitu ambavyo si vizuri wanajifunza huko, mwisho wa siku wanakuja wanavifanyia kazi. Unakuta mtu katika familia, kaka anamlawiti mdogo wake, anamshikia na panga kabisa, anamwambia usiseme ni matukio ambayo yamekuwa yakitajwa yakielezwa. Cha kusikitisha ni kwamba matukio haya yanatendwa na watu tunaowaamini, watu wa karibu, watu ambao tume tu tumewapa dhamana ya kutulindia watoto wetu. Hao hao ndo wamegeuka, wamekuwa hatarishi. Imesemekana ndugu wa karibu kama wajomba wengine mpaka wazazi baba zetu kaka zetu na hata majirani. Lakini kama haitoshe, hata viongozi wa dini wamekuwa wakiripotiwa kwamba wamejihusisha, wame, wame na kutenda vitendo hivyo vya kinyama dhidi ya watoto. Lakini pia walimu, tunashuhudia hayo matukio, walimu wameonekana pia wakitajwa kama watendaji. Tunawapeleka watoto shule tukiamini walimu ndio watakaotulelea watoto wetu na kuwafundisha maadili, lakini hao hao ndio wamegeuka leo, wamekuwa hatarishi kwa watoto wetu. Sababu nyingine ambayo inatajwa kuchangia ongezeko la matukio ya ukatili dhidi ya watoto ni ulevi wa kupindukia ulevi wa kupindukia kiasi kwamba kuna mahali tumeenda na tukatoa elimu, wananchi wenyewe wakaibua, asema jamani, hivi vitendo hapa kwetu, tunaona ulevi ndio unaochangia. Unauliza, ulevi kivipi? Sasa wanasema, sasa unakuta mama na baba wanaenda kilabuni, wanakunywa pombe huko, huku nyumbani wameacha watoto wenyewe wanakunywa pombe tena, mama saa ingine ana mtoto mdogo, naye anambeba mgongoni, wote wanaenda kwenye vilabu vya pombe, wanakunywa we mpaka saa sita usiku, saa saba baba anaondoka, anamwacha mama kilabu. Baba akirudi nyumbani, anakutana naye, ni mtoto wake, si ndiyo? Pombe zile zinamfanya anamwingilia mtoto wake, anambaka wakati mwingine wale wale walevi wanajua kwamba mama na baba wako kule kilabuni, wale wale mnaokunywa nao hawa ndo wanaondoka wanaenda wanapita hivi na watoto, katika baadhi ya mikoa ambayo tumetembea. Kwa hiyo ulevi wa kupindukia nao umechangia na unasababisha ubakaji na vitendo vya ulevi. Ikumbuke kwamba mtoto hatakiwi kukaa katika sehemu za vilevi lakini wazazi hao wanakaa mpaka saa sita saa saba usiku. Mama anarudi na mtoto njiani amelewa, ni rahisi hata yeye pia kufanyiwa vitendo hivyo. Kwa sababu ziko nyingi, ziko nyingi ambazo zinachangia uh, matukio ya ukatili dhidi ya watoto. Sasa kwa kuwa ninyi ni waandishi na tunashukuru mchango wenu mkubwa sana katika kuibua na kutoa taarifa kuhusu matukio haya. Tume inaomba muendelee kutumia nafasi hii na, na jukumu lenu ambalo mnalitekeleza kila siku katika kuendelea kuibua matukio ya uvunjwaji wa haki za binadamu lakini isiishie tu hapo kwenye kuibua, kwenda na kufatilia kwamba lile ambalo nimeliripoti limefikia wapi. Tuende zaidi ya hapo, mama na baba, ehe, mtoto alibakwa, alifanyiwa hivi na hivi na hivi, si tunaomba kujua hali inaendeleaje, ili mwisho wa siku tuweze kubaini changamoto ambazo zinakwamisha haki kupatikana kule mahakamani. Isiishie tu kwenda kwa baba na mama kuwauliza, lakini pia na vile vyombo vya haki jinai kuendelea kufuatilia na kutoa taarifa. Hii itasaidia wale ambao wanamalizia mambo nyumbani waweze kuogopa pia kwamba kumbe nitakuja kuhojiwa, kumbe nitakuja kuwajibika, kwamba yeye ndiye alipeleka hii kesi, imeishia wapi na kwa nini imeishia hivi. Kwa sababu nia na makusudi ni kukomesha hivi vitendo, na tumeshaona kizingiti hapa ni wazazi. Wazazi ambao si ridhaa yao, tumeona saa ingine ni umasikini, wanapewa ng'ombe, wanapewa hiki. Twende zaidi kama wana kama waandishi wa habari, twende zaidi tuangalie ni namna gani tunaweza kusaidia jamii iondokane na haya matatizo.